Ujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Nikafika katika maeneo kadha wa kadha. Kumbuka katika dunia ulimwengu huu kuna visanga na vimbwanga lakini, kabla tuendelee zaidi, hakikisha kwamba number 1, umeweza kusubscribe pale chini ya video hii. Kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jina la akaunti yako, copy the link and share, na weke comment yako hapa chini itakuwa bema zaidi. Kwa hivyo make sure umesubscribe pale right now. Kwa hivyo subscribe now. E, nikifika katika maeneo kadha wa kadha, niruhusu nianzie eneo la Kasikeu, kule Makueni. Kasikeu Makueni, kuna kalameni mmoja wa hapa aliwaacha wengi vinywa wazi alipokosa kuhudhuria mazishi ya mama mkwe akiogopa kusumbuliwa na mashemeji. Ripoti za mtaa zinaarifu kwamba mashemeji wa jamaa huyo walikuwa na mazoea ya kumpigia simu mara kwa mara wakimwomba pesa Mashemeji hao walizoea wali kumpigia simu wakitaka awaokolee jahazi na wakamchosha kwa tabia yao hiyo. Kwa hivyo wamekuwa wakimwitisha oh, Hivi sasa jamaa anajiuliza kama wakati ambapo everything is okay. hawa watu wamen, wamenifika hapa kabisa wamen, nimechoka nao, wanaitisha niokolee, tusaidie, tunataka nini, token zimeisha oh, nataka bando za simu oh, nataka ah, ah. Kwa hivyo akasema amechoka. Already amechoka. Sasa mazishi yametokea. <laughs> Matanga yapo. Mama mko ameaga dunia. Kwa hivyo jamaa akasema ili nisisumbuliwe siendi. Najiuliza, what is the wise decision? Unakata kwenda kwa matanga Jumashemeji watakusumbua. Na saa hizo ni mama mko ameaga dunia, hautawai muona tena. M. Hmm? Unafikiriaje? Waone aje. What is the right thing to do? Haya, tafakari zaidi lakini pia nanyi, Mnasumbua je shemeji yenu? Mpaka anafika mali nawaogopa. do you know what? Wakati mnapofanya tabia kama hii, heshima pia inapungua. Mnamaliza heshima yenu bure. Kwa hivyo, please respect yourself, jiheshimuni, itakuwa vema zaidi. Na ukitafakari juu ya hayo, nikavuka mpaka eneo la wapi? Pwani kule, eneo la Kisauni, Mombasa. Kisauni, Mombasa, polo mmoja aliyezoea kujigamba kwa vipusa akiwa, uh, akiwa, akiwa, akiwa ba kwamba yeye ni sonko, alijipata akilala kwenye jaa alikoshukiwa alitupwa na vidosho walio mlewe, walio mlewesha na kumpora. Na jamaa huyu, unajua, watu ambao ah, mimi niko na pesa mimi niko na mali mimi siwezi tembea na, na pesa chini ya elfu mia moja ama chini ya milioni moja. Kwa hivyo anapenda kujigamba. Kwa hivyo mabinti hao wakaona huyu mwanaume anajigamba sana, wakati mmoja, ni wale wa kutembea na mchele, wakatembea na mchele wakamwekea kwa kinywaji, jamaa kapoteza fahamu, wakaenda naye moja kwa moja, hobela hobela, wakamtupa kwenye pipa la takataka yani. Hiyo ni madharau ya aina gani? Yani wamechukua kila kitu ambacho wame, wamechukua walitaka, alafu wanakuchukua wewe, wanakutupa kwa pipa la takataka. Ukiamka hivi upande huu unapata ni chakula kiliharibika, ndizi, unapata kinyesi, unapata yani, ni <laughs> madharau ya aina gani? Na sasa alikuwa anaringia hao vidosho, maringo, wachana na maringo, aitakupeleka mahali. Kwa hivyo walimfanya ile kitu, lakini nao mtoto wa mtu kwa kutaka kuacha kazi baada ya demu aliyekuwa akimmezea mate kupigwa kalamu. Huyu ndio nitaoa, si kwamba ni mke, ni demu tu alafu huyu dem akafutwa kazi. Alipofutwa kazi, jamaa akasema eh, juu amefutwa kazi, anaenda ushago, usha, usha, na mi sitaki kompe. Kwa hivyo jamaa anakataa anasema, ni heri, ni, ni, hata mi niresign niende. Surely unataka kuresign juu mpenzi wako amefutwa kazi, na saa hizo mpenzi wako ana fedha, mtategemea nani? Si ni akili pote ahiyo ama nini? Mbaya anasema mapenzi ni kizunguzungu. He, ulimwengu na mambo ah, acha niache pale ya Diani. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka Malindi mjini, Malindi mjini kwetu, bado Pwani. Malindi asemekana kuna lofa mmoja mjini hapa nusura atokwe na machozi. Mpango wake wa kando alipomtema, baada ya kumwacha mkewe, jamaa alimtimua mkewe akitarajia kumwoa mwanadada huyo, lakini akageuka, akimwambia alichotaka ni kuwa mke mwema M mwenza kwa hivyo, yani jamaa mfika mahali sielewi kwa nini mtu akipata watu ambao wanakuwa na mpango, unapata mpango anataka huyu wa kwanza aende. Sasa jamaa amefika mali, ametofautiana na mke wake wa kwanza, akafukuza mpango pia, akamwambia hata mimi na kanyaga kubwa kubwa. Yani najiuliza kwani wanaume ni mwanaume ina gani? Wanamuogopa mwanamke, anaona nikiwa peke yangu ni heri niende, sijui wasemaje? Ai, ok. Kwa hivyo jamaa anasema watu wengine ni waajabu. Nimeachia pale nam nimalizia basi katika eneo la Mamba kule Yata, Mamba Yata, kuna jombi moja wa hapa alimsuta baba mkwe e, wake kwa kumnunulia punda wawili kama wazawadi baada ya kumlipia binti yake mahari. Na jema ameenda malipia binti yake mahari. Baada ya kulipa mahari, anaangalia hivi. Hai, anashindwa, hai, mambo vipi? Kumbe mzee amefika mahali kwa sababu amelipa mahari. Na mzee amefurahi. Katika ile furaha, mzee kaenda akatafuta punda wawili akamletea kama zawadi hmm. Unaonaje, umemaliza mahari, umelipa vizuri, kwa hivyo amemletea punda. Anamwambia, sasa nimerudisha mkono. Sasa jamaa akakasirika, alikasirika nam kisoma pale. Anasema kwamba inasemekana kwamba mzee alifika kwa jamaa na kumpa punda hao, kitendo kilicho washangaza hata majirani. Jamaa alitam, alitazama baba mkwe na kuanza kumfokea huku akimlaumu kwa kumdharau. Anasema ni madharau lakini kwa huyu mzee ni heshima amefanya, lakini kwa yule ambaye amepewa anaona ni madharau. Ama kweli perception ya watu ni tofauti, anaona ni heshima, anaona ni madharau. Sasa wasaidiwe vipi? Ni katika pita pita za kwangu na kuambia ulimwengu, na mambo semeza nami pale nipate kujua lipi limekubamba zaidi. Lakini chini ya video hii kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe, kukiambia sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share, naweke comment yako hapa juu, alafu click notification bell, kuna alama ya kengele hapa, just click pale, itakuwa vema zaidi, na Mungu Hakutenda wema. Make sure ume subscribe pale, God bless you. I love you all. Subscribe and bye bye. Twasema kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Bye bye, mara tena, haya.